Kuna mtu mmoja akaanza kupiga mayoya akiomba msaada. Watu wote basi wakaelekea upande ule. Ni nani huyu anayepiga kelele? Waende kuona nini kinachoendelea. Wengi wakaanza kujiuliza, huyu ndio Wakati nilipopiga kelele kuomba msaada, basi ndipo alipotoroka. Akaulizwa Yuan Shi, basi hebu tuambie, mtu huyu ameuawa vipi? Mimi sijawai kuona mtu ambaye ana namna ya kuua watu kikatili kama anavyofanya Heaven Dog. Yule jamaa anaonekana ni mchawi kabisa. Sisi hatujali, tunahitaji maelezo yako. Wewe ulikuaga mwizi zamani wewe. Unaweza kuwa hata ni wewe umemwona. Hmm, inaonesha watu wengi walikuwa bado hawamuamini. Tunahitaji kuelewa nini kilichotokea. Tunataka kuelewa. We Makunchen, tunajua kwamba uko hapa na unaofupia. Sisi hatukuogopi. Tunahitaji maelezo, nini kilichotokea.

Ebu ebu kwa sababu ya mwanae amesema, ebu tu simpio, ebu tusimpe wakati. Ebu nyamaza wewe, unajua kitu gani? Huyu lazima atoe maelezo tu. Walipokuwa wakizungumza hapo hapo, akawa ametokea Fu Hongxue. Wengi wanamwogopa, maana yake hawajui nini kinaendelea, na inasemekana yeye ndo amekuwa akiwaua watu, kwa hiyo hawajui ukweli. Ni wewe Fu Hongxue, unawezaje kutoa kuleta uso wako? kwa hiyo hawajuunawezai ha, ha, ha, kuoakuletas ha.

Fu Hongxue alikuwa pamoja na mimi wakati wote huo. Isingewezekana kuwa yeye ndo amefanya hayo mambo. unasema kwamba Fu Hongxue alikuwa pamoja na wewe? Akasema ndio. Tulikuwa tu pamoja katika jengo kule. Kuleime na mlikuwa mkifanyaje huko? kwani wakati mwanamke na mwanaume wanapokuwa tu pamoja peke yao, wewe unakuwa unajua hapo ni nini walikuwa wanafanya? <sighs> mm, mzee alikamshuka. Tadi Inamaana baba anamaanisha kwamba Fu Hongxue na yeye, kwani wewe hujasikia eh? huyu mwanamke si kahaba tu, inaonekana mnaye msaka si huyu? Muuaji si yeye. Kwa sababu basi, Ma Kongqun, Fu Hongxue sio muuaji, ni nani basi atakayekuwa ndio muuaji? Anatakiwa atoe maelezo sasa, mzee kwa sababu Heaven Dog hajauawa mpaka. Je, ni hicho ndo. Ikiwa tutapata nafasi hiyo siku moja eh, je, labda pengine ndo tutapata ukweli. Mzee akasema, kwa hiyo kama tuwezi kumkamata inakuwaje sasa? Kama tuwezi kumkamata itakuwaje? Akasema, basi kama hatutamkamata nitajiua. Ahadi iliyotoka ni kama vile mzee ana uhakika kweli kweli kwamba watamkamata Heaven Dog. Haya basi, wote wakaaga pale na kugeuka na kuondoka zao. Wakati huo basi, hiki kitu bado kimekaa katika hali ya sintofahamu. Mauaji yanayotokea ni mengi sana, na wanaamini kwamba basi anayefanya hivyo ni yule Heaven Dog ambaye sasa hivi amekuwa ndio enemy enemy, number one. Number one enemy. Yun Yoishi ambaye basi inasemekana alipambana na Heaven Dog wakati wa wakimwokoa huyo bibia aliyetoka kuuawa. Aliondoshwa na kwenda kupewa huduma ya kwanza. Sasa naambiwa we, umedondosha hapo Miss D akaokota kitu chake. Eh, hivi unakumbuka hiki kini wakati wa harusi, hiki ndo kilipotea. Kama utakumbuka, siku ile Murong alikuwa amelewa sana. Wakati basi alipotoka, nafikiri alikichukua hiki. Pengine alitaka kushia nako hiki siku ya harusi yake, ampe mkewe. Sasa kikabaki pale. Lakini jamaa eh, alipokichukua na kukitazama akauliza, unasema Murong alikidondosha hiki? Akasema hapana. Kwa nini sikulifikiria ile mapema? Hebu tuondokeni mara moja. Oya wewe unaenda wapi tena? Inaonekana kama kuna majibu kashayapata. Kwa nini umesema vile wakati huu? Kwao ulitaka nisemeni. Baada ya kumwona mama yako nje hapa, nafikiri wewe ndio uliniokoa.

Bado si wewe ambaye umemua Lady Patch. Akasema nashukuru kwa kuelewa. Wasaidiane. Ngoja tusikie. Sidhani kama ana mpinzani. Kwa hiyo sasa anataka sijui, wasaidiane. Anamwambia tushirikiane. Ulimwambia mama yako kwamba mimi nafanya kazi huko, ndio? Na kwamba tukishirikiana utampata muuaji. Haijalishi juhudi utakazoweka. Inawezekana zikaishiria chini kama sitakusaidia. Mimi si kama vile nilivyokuwa zamani. Sasa nitaweza kukusaidia ukamilishe mpango wako. Wakati huo huo pia, tutaenda tunakotaka. Je, hayo maneno unayoyasema ni kweli? Akasema, sasa hivi tuna target heaven. Basi usiwe na shaka, mimi siwezi kupoteza muda wangu wakati nimeshampoteza mdogo wangu. Sasa angalia Ye Kai, baada ya kugundua kitu fulani, akakimbia haraka kule yalipokuwepo masanduku. Hebu tufanye kitu kimoja jamani. Hey, Ye Kai, eh, ni nini hicho unachotaka tufanye haraka Sí, hebu yeah, nikuambie ni kitu kimoja, niamini ninachotaka kufanya. Binti anasema inaonekana hawa wote wameuliwa, huyu ni likafunguliwa kule, wakakuta mwili wa mwanamke e baada ya hapa mi nataka mechi na Fu Hongxue. Sasa walitazama hiyo miili kwa muda kidogo, wanataka kujua nini kinaendelea. Inaonekana kabisa Ye Kai kuna kitu amegundua. wa sasa wamefungua sanduku jingine tena, Murong Mingzhu wakatazama nguo yake ile mara mbili mbili, yaonyesha kuna kitu amebaini. Kuna mtu anakuja. hmm. Haya tukimbieni. <tinyi> <tinyi> <tinyi> Ni nani? Basi wakaingia pale, wanauliza hawa waliokuwepo hapa wako wapi? nim la ai o semna asheunedaal. Nafikiri brother Lu. Ngoja ni wabie. Eh, nafikiri kuna kitu kinaendelea cha siri. Unamaanisha nini? nakaribia kumkamata jambazi

Mimi mwenyewe kwa macho yangu nilimwona akikidondoka. Sasa hiyo ndo wote tulikuwa katika harusi. Na sasa tulimwona sisi akipita pale mbele, mbona? Labda brother, labda kuna kitu ambacho hatujui kuhusiana naye, anachofanya. Kuna kitu anachofanya. <tinyan> Pengine pia tulichokiona kuhusiana na mauaji hawa, labda muda mwingzu tunayemjua, si? Pengine aliyeuawa sio muda mwingzu kama wengi walivyoamini. Pengine kuna kitu cha ziada ambacho sisi tumeona a, na pengine a. Kwa hiyo unasema kwamba even dog atakuwa na washirika wake anasaidia. Ndio. Pengine walipitia katika sehemu fulani, labda kuna pango au ba, pengine kuna shimo mnaongelea nini jamani eh? Inaonekana meli yetu inakaribia kuzama sasa. Wakakubaliana vizuri pale, kila mtu akaondoka. Burudani inaendelea. Mtazamaji zingatia subscribe, comment, like, share na usiache ku e, wasiliana nami ikiwa unahitaji kuweka matangazo yako ya biashara kupitia sinema hapa Namba ya simu iko kwenye skrini yako. Ikiwa pia unahitaji YouTube channel ya kununua ni cheki kupitia namba ya simu pia, ambayo inapita kwenye skrini yako. Haya, tunaendelea mbele sasa. Ni wakati upo hapa, huyu ni Master Fu Hongxue, yuko katika e, pita pita. Wakiwa wanapita hapo eneo hili, unaona brother Lu akaona pana matone ya damu mahala fulani. Sasa wakati huo pia tunamwona mrembo mwingine huyu, chuo akisoma soma ramani ikiwa pana mtu yoyote anayemwona kabla hajaingia na yeye naye akaingia mule ndani kutazama yule mtu aliyeuawa pale chini, jinsi alivyouawa inaonesha kuna kitu akagundua. Unajua ni spy, kwahiyo akaanza kupata picha fulani, ana kiintelijensia fulani hivi cha kiuaskari, ambapo nafikiri huwa inamsaidia katika kufanya uchunguzi wake na hapo dadisi jambo fulani. Kakamata ile damu kuangalia tena na tena. Ni damu ya mnyama au ni damu ya binadamu? Brother Lu naye anachunguza, anatazama kila upande. Vipi? Nini ambacho kimejificha? Akapata kuna sehemu moja imefichwa kisu. Kisu hichi kilikuwa kina mabaki ya damu fulani. Kakitazama mara mbili mbili. Yaonesha silaha inayowaua watu ndio pale ilikuwa imefichwa. Ni nani anayefanya mauaji? Bado hana majibu lakini, basi mwamba huyu master Fu Hongxue, wakati anapitapita uko jangwani, akaona pana mwili wa mtu ambao ulikuwa umefunikwa na mchanga. Sasa bado brother Lu anaendelea kufuatilia. Pia hii ni moja ya sehemu ambapo yaonesha pana mtu aliyekuwa amelala hapo, na kuna kitu kinaendelea sasa. Kabla hajagusa basi ule mkono Eh, unaona ametokea hapo mwamba sasa. Okay. Sasa tumekutana tena. Mambo yanaendelea. Ingawa mimi nimekutangulia yeah, kidogo. Kama kungekuwa kuna korongo korongo hapo mbele wewe ndio ungekuwa kwanza kuanguka. Korongo gani? Sasa ilikuwa bado kidogo tu au wao. Mtu mmoja aliyevalia kama Heaven Dog akaanza kupambana nao. Lakini aonesha mtu huyo alikuwa amekuja kwa ajili ya huo mkono tu. Ni nani basi aliyevaa namna hiyo? Na ni kwa nini anaangaika kupambana na yika basi? Walipopambana naye na akaona ameshindwa haraka sana, akawa na timu mbio kabla hawajamnasa. Eh, sasa naonekana tu, si mara kwanza kupambana na huyu. Lakini mbona anakimbia haraka namna hiyo?

Haina shida basi, nitakuja. Anakusubiri, inabidi tuondoke sasa hivi. Gongsan anataka aondoke na Yika. Miss D pamoja na brother Luaka, baki pale. Sasa unafikiria, bado natengeneza matukio na nayaunganisha niweze kujua nini ambacho, so, kinaendelea katika huu uhalifu unaotokea, lakini hatuna muda Napenda jinsi ninavyoziona zile taa pale jinsi zilivyokaa na lensi iliyotumika kurekodi Chua. Hapa unaweza ukadhani ni sehemu iko mbali hivi. Nachukia jinsi ambavyo watu wananichukulia iila yaani, bora hata nikiwa hapa. i rosjedala kaikaza ea. Akamwambia kama unasikia baridi unaweza ukaniegemea. Haya, basi ilibidi asogee karibu na kwenda kumwegemea kweli. Basi natoa tangazo kwa mara nyingine tena kwamba eh, ikiwa unahitaji kutangaza biashara yako tangaza hapa, na unaweza kuwasiliana nami kwa namba unazoziona kwenye skrini yako hapo. Lakini vilevile vile pia basi, ikiwa una uhitaji wa kununua YouTube channel ambayo inaweza ikakulipa kila mwezi Eh, basi unaweza kuinunua kwangu nitafute kwa namba unazoziona kwenye screen yako nitakusaidia pia kuipromote kwa mwezi mmoja bure kwenye YouTube yangu hapa. Anamuuliza, vipi hivi, unampenda Ma Fangling? Kwa nini unaniuliza hivyo? Anamuuliza. Uliwahi kusema kwamba ikiwa unataka kumjua mtu, usisikilize sana maneno yake. Utaangalia matendo tu nyan说话的时候... ihiea siku hili ulipokuwa ukiongea na mama yako bu... ulikuwa unaonyesha wazi kabisa hiki ambacho unafanya ni kitu ambacho wewe ukipendi, yani unajilazimisha tu, ni e i a hili ni jambo ambalo wala uhitaji kuwa na wasiwasi nalo, kwa hiyo mimi na wewe sio maadui. Mtu ambaye mimi na ni baba ni namtafuta ni baba yako kwa hiyo ukimuua baba yake si ni sawa sasa? Umemuua yeye mm -hmm. tu au umeachukua maisha Ma Fangling. Anaweza ukamwona hivyo, ana nguvu, ni jasiri, lakini likimtokea jambo gumu la kumuumiza, utamwona jinsi atakavyonyong'onyea. Mama yake alifariki Ma Fangling akiwa mdogo sana, halafu baada ya hapo na mimi tena nikamwacha akabaki peke yake ta, baba aliye naye ndio familia pekee aliyo naye. Kama ukimuua baba yake, basi hiyo ndio maana ya kusema kwamba basi utamfanya nyongonyeni. Mimi sijui kama unahitaji kufanya hicho unachotaka kufanya. Hebu jaribu kufikiria, kama ukimuua Ma Kongqun, hivi utanufaika kitu gani? Ndio kusema sasa utakuwa umetoshea? Sioni kama kuna kitu chochote utakachofaidia kupambana kila wakati mm, eh? Wewe unadhani unanufaika chochote? Yani unatumika kama vile ni silaha tu. Kama unaweza mtoroshe Mafali, nendeni mbali mkaishi mnavyotaka. Huoni kama hiyo imekaa vizuri zaidi? Aliliwaza hilo aliloambiwa hapo na Chuma. Akamwambia, kama utamtorosha, mimi nitatoa baraka zangu zote sawa, usahau kuhusiana na chuki na visasi, mtoroshe. Akamwambia, mimi na yeye hatuwezi kuwa pamoja. Akamuuliza kwa nini? Basi, ujumbe wangu ni mmoja, subscribe, hakikisha umecomment umelike pamoja na kushare ni muhimu sana, tafuta katika YouTube andika Mr Lukindo, subscribe YouTube yetu. Alafu vile vile tunayo pia YouTube nyingine ambayo pia ukitaka kuinunua, basi unaweza kutupigia kwa namba ambayo unaiona kwenye kwenye simu yako kwenye screen yako hapo. Muhimu <mimu> sana kuweka comment, hakikisha umeandika jina, niambie unakotokea. Pia kama unahitaji kutangaza biashara yako, unaweza kutangaza kupitia YouTube yetu hapa, na tutakusaidia kukupa promotion. Pia unaweza kusubscribe kwenye YouTube yetu ya recap ya recaps, inaitwa ya Lukindo. Basi tunakukaribisha. Mambo yataendelea kwenye episodi inayofuata. Bado niko nawe mpaka tamati. Asante kwa wakati wako. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr Informer.